Mungu akubariki sana leo. Mtakatifu, tunakualika utufundisha neno lako katika jina la Yesu. Amina. Leo tunaangalia kitabu cha Yuda. Tukimaliza Yuda tunaingia Ufunuo wa Yohana. Mungu amekuwa mwema sana kwetu. Kitabu cha Yuda, Yuda aliwaandikia Wakristo akiwaambia kuhusu mambo mbalimbali, mbali na kuishika imani, akiwaambia kwamba waishike imani wajiepushe na wale walimu waongo ambao hawamkubali Yesu na wanawambia kwamba wakiishi vyovyote vile Mungu atawakubali tu. Anaambia sio hivyo hmm? Anaambia wajiepushe nao, kwa sababu hata Henoku ambaye ni mtu wa saba kutoka Adam alionyeshwa habari za siku za mwisho, alionyeshwa hukumu ya watu wale ambao hawataenenda katika njia za Mungu. Kwa hiyo akamwambia kwamba haipasi kwamba uishi vyovyote tu vile alafu umuone Mungu. Akawambia habari ya wana wa Israel jinsi walivyoangamizwa jangwani kwa kutokumtii Mungu. Akawambia pia habari ya wale malaika waliomwasi Mungu kule mbinguni jinsi walivyowekwa katika vifungo na kusubiri hukumu yao ya mwisho. Akawambia pia habari za Sodoma na Gomora jinsi ilivyoangamizwa, hmm? kwa hiyo akawambia kwamba inafaa kuishi kwa upendo na kusubiri rehema za Mungu ziweze kutufikisha katika uzima wa milele.